Mpenzi mtazamaji na subscribe wa The One Man Army TV, karibu sana sana sana sana mpenzi mtazamaji, Israel imelipiza kisasi kwa kile kilichosema kundi ama wanamgambo wa Houthi walivyoipiga uwanja wa ndege wa Ben Gurion kule Israel. Israel imelipiza kisasi leo. Imepiga makombora na mabomu zaidi ya hamsini katika mji wa Hudaida. Waliokuwa kitarget ni e, inaitwa kampuni ama mahali kiwanda cha kutengeza cement. Lakini Israeli walisema hiyo sehemu ilikuwa ni sehemu ya wanamgambo wa Houthi. Raia wengi wa Yemen ama wafuasi wa Houthi wamekemea, wamesema wamepiga sehemu ya raia. Watu kadhaa wamejeruhiwa hiyo ndio habari imefika saa hii. Mbeleni hapo, mbeleni Amerika ilitekeleza mashambulizi kadhaa katika sehemu hiyo ya Mahuthi. Hayo yanajiri ikiwa kuna tension katika sehemu hiyo ya Middle East. Mahuthi wanasema wanaendeleza mashambulizi yao, kile walichosema ni kwa kudhulumiwa na kupigwa na Israel jamii ya Wapalestina. Kwa hivyo wanaotetea Wapalestina wamesema watawacha mashambulizi yao ikiwa Israel itasitisha kuwadhulumu Wapalestina na kuondoka sehemu ya Gaza. Hii ndio habari ambayo kwamba nimeipokea saa hizi. Habari zaidi nitawaletea pindi inapochipuka. Mimi ni wenyu The One Man Army Tv.